Agizo la Rais Samia Suluhu Hassan la kuanzishwa kwa mfumo wa kitaifa wa usambazaji wa maji, yaani national water grid, ni agizo ambalo linahitaji uwekezaji mkubwa sana wa ubunifu, uh, kabla hata ya kufikiria uh, gharama na muda ambao unaweza kutumika uh, kuwekeza katika mradi uh, kama huo uh, pamoja na kwamba ni mradi mkubwa, lakini si jambo geni hapa duniani na barani Afrika. Mfano um, mzuri ni mradi wa huduma ya maji wa Lesotho. Huu ni mradi wa maji ambao unakusanya maji kutoka katika milima ya Lesotho na kusambaza uh, katika nchi ya Afrika Kusini, katika miji mikubwa kama Johannesburg na Pretoria. Ni moja kati ya miradi ambayo imepata maarufu ya ya hiki anachokisema Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia kuna mradi kama mradi wa utekelezaji ama uelekezaji wa maji katika mto Nile nchini Misri ikiwa ni pamoja na ule mradi wa New Delta na unaolenga kusambaza maji kwa ajili ya kilimo na matumizi ya maji mijini. Sasa ushauri wa Rais Samia Suluhu Hassan unakuja uh, siku ya mwisho kwa maana kilele cha wiki ya maji na wiki uh, ambayo imekwenda sambamba na uzinduzi wa sera ya maji ya mwaka 2022, toleo la mwaka 2025. Hii ni sera ya mwaka 2022 na mbili sio Uh, toleo la mwaka 2025. Rais Samia Suluhu Hassan anaamini kwamba sera hii itakuwa kichocheo kikubwa cha swala zima la maendeleo ya sekta ya maji hapa nchini Tanzania. Hii ni mizani ya wiki, mimi ni Faraja Sendegea na hapa studio tumemwalika Constantino Chiwaligo, huyu ni mtendaji mkuu wa jumuiya ama taasisi ya watoa wa huduma za maji nchini Atawas. Karibu sana. Nanda, asante sana. Kidogo Atawas. Mm. Tunaposema watoa huduma, jumuia ya watoa huduma, mm -hmm. Atawas, labda nipe kidogo kwa maneno machache, ah machache yeah. Unavozungumzia swala la jumuia ya watoa huduma za maji au taasisi ya watoa huduma za maji nchini, Atawas. Atawas, of course, ni abbreviation kutoka kwenye neno la Kiingereza. Association of Tanzanian Water Suppliers. mm -hmm. Eh, unavozungumzia water suppliers, unazungumzia mamlaka za maji mm -hmm. nchini mamlaka za maji nchini, kama unavyofahamu, tuna kwa mfano hapa Dar es Salaam tuna, tuna Dawasa madawasa. Ukienda Morogoro kuna Moruasa, ukienda Dodoma kuna Duasa, Shinyanga, Shinyanga, Shinyanga ni Shuasa eh, Kashwasa iko Shinyanga vile vile lakinina lakini, Kahama. Kahama ni Kahama Shinyanga Kashwasa, yenyewe inagawia maji sh, eh, Shuasa na Kahama yani, Kahama mamlaka hmm. maji Kahama ndio unapata ile hmm. Kashwasa. Sasa hizi zote ukizijumlisha, ndo unatengeneza hii itu inaitwa wewe ndio mtendaji mkuu na, mimi ndio mtendaji mkuu na kushukuru sana na bila shaka tutapata mawazo mazuri hmm. uh, katika mizani ya wiki. Lakini pia tunaye eh, Severini Alute, huyu ni mshauri wa masuala ya maji. Karibu sana, asante sana ndugu Faraja, na nafahamu kwamba umekuwa ukifanya kazi za ushauri katika sekta ya maji kwa muda na bila okay, shaka pia tutapata maoni mazuri kutoka kwako. Nikushukuruni sana Sands, Sands, kwa kukubali kuungana nasi katika mizani ya wiki. Labda tuanze na hili uh, na nianzie kwako uh, Severin, wazo la rais kuhusu kuanzishwa kwa mfumo wa kitaifa wa usambazaji wa maji limekuja kama surprise, ama ni jambo ambalo lilishaanza kuzungumzwa miongoni mwa wadau kwamba tuna gridi ya taifa ya umeme yeah, hili ndio jambo ambalo yeah, si geni kwa masikio ya watu yeah, lakini unaposema gridi ya taifa ya maji halikuwahi kupata umaarufu kwenye masikio ya watu yeah. Ni, ni, ni kweli lakini kwenye, kwenye sekta ya maji limekuwa likizungumzwa uh, kwa muda mrefu kidogo na nafikiri jana Mheshimiwa Rais ameliwekea msumari na nafurahi na, na, kwamba alivyosema sio ushauri actually, amesema ni agizo, kwa hiyo linaenda kwenye, kwenye utekelezaji uh, lakini kimsingi ni kwamba kama, kama limeshaanza kutekelezwa ukiangalia mwanzoni hapo eh, ulikuwa unasema Kashwaza. Kashwaza ni mzalishaji wa maji kupitia ziwa Victoria, ambayo eh, anahudumia mkoa wa Shinyanga eh, Tabora eh, na Tabora kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni, ni, ni kama gridi imeanza sasa kutekelezwa, na sasa hivi tumesikiliza hata jana eh, waziri wa mipango eh, Mheshimiwa Kitila Mkumbo kwamba eh, tunaenda kutoa maji ziwa Victoria kupeleka Singida na Dodoma. Kwa hiyo kama gridi imeanza kuwa ku, ku, na ku, mwe, mwelekeo fulani, kwa hiyo mm, ziwa, ziwa Victoria tumeanza kutoa maji mpaka kufika Dodoma e, lakini vile vile sasa tunaweza kuangalia ziwa Tanganyika tunaweza kuanzia sasa mikoa ile mpaka kufika mahali fulani, tunaangalia pia e, ziwa Nyasa inaweza kutoa na nyeka hudumia mikoa fulani, wakati huo labda tunaangalia kwa e, ukanda wa pwani e, labda tunaweza tukatoa e, maji e, mto Rufiji. E, na ukahudumia mikoa ile inayohusika ina, kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likatekelezeka na ni kwamba nchi yetu iko tofauti tofauti to, kijiografia to, to, to, to ni kwamba kuna mikoa mingine ambayo ina, ina, ina, ina rasilimali ya, ya maji ya kutosha, lakini kuna mikoa mingine ambayo haina rasilimali ya kutosha ya, ya maji. Kwa hiyo, kwa hiyo ni wazo zuri la mheshimiwa uh, rais kwamba uh, tukitekeleza uh, hii kuwa na, na, na, na, na mtandao wa maji wa kitaifa E, au gridi ya maji ya kitaifa tunaweza kuhudumia sehemu nyingi za nchi yetu bila kuwa na changamoto yoyote hata kama ikitokea ukame kwa baadhi ya maeneo, kwa maeneo mengine yanaweza kuhudumia e, nchi kwa uzuri zaidi. Sawa, so, um, Constantino yes. Upatikanaji wa maji kuna hatua fulani ya mafanikio kwa maana ya maji kuwafikia watu, watumiaji hmm. na kwa mujibu wa takwimu zinaonyesha kwamba mwaka elfu mbili uh, maji vijijini yamewafikia watu kwa asilimia thelathini na mbili wakati huo yeah, kwa maana kwamba watu walitembea umbali mrefu sana kukitafuta chanzo cha maji kuliko ilivyo sasa, ambapo imefika kwa asilimia 85. Kwa hiyo kuna mafanikio yes, katika kipindi hiki cha miaka 24 25, yes. Sasa mifumo iliyopo sasa ya usambazaji wa maji bado ina changamoto zake, yeah. Pia unadhani tunapokwenda kwenye gridi ya taifa yeah, ya maji katikati ya changamoto ndogo ndogo za hapa na pale ambazo zipo katika mifumo ya sasa tutatoboa? <laughs> ya yeah. Un, unajua unapoanza kuzungumzia swala la gridi ya taifa national water grid. Ni ni strategic plan, kitu ambacho ni strategic, sio kitu ambacho kita kukamilika haraka, haraka. Mm. Inawezekana hata rais anapomaliza muda wake anaweza akawa <laughs> bado <laughs> lakini atakuwa kesha <laughs> atakuwa kesha anzisha, kwa hicho ni kitu strategic. Kwa hiyo ukisema kwamba hicho kinaweza kikatoa suluhu ya upotevu wa maji uh, kwa sasa hivi, kwa sababu sio kitu operational. Unajua unavyozungumzia kitu ambacho ni operational na strategic kidogo, vitu vyote operational ni vitu ambavyo sasa hivi vinavyotakiwa vinatakiwa kutafutiwa mwafaka, lakini Uh, kuanzisha gridi ya taifa ya maji kutasaidia sana kwa sababu um, kunapokuwa na gridi ya taifa ya maji kama alivyokuwa anazungumzia mheshimiwa rais jana, of course, ametoa uh, amekuwa akitoa maagizo mbalimbali mapya mapya ambayo kila mtu anaya, uh, uh, anakuwa surprised, eh, kama ile ya jana kama nyinyi mmekuwa puzzled kidogo nyini, hey, gridi ya taifa ya maji umekuwa umeme. Kwa hiyo, kwa sasa hivi ile ita, me, itakapokuwa imekamilika au wakati inaendelea itasaidia, kwa sababu tabia za sehemu mbalimbali nchini zinatofautiana. Kuna sehemu maji yanapatikana kwa wingi, kuna sehemu maji hayapatikani kabisa. Kwa mfano ukiangalia pale Dodoma, of course, naturally Dodoma kulikuwa na, na ukame sana, ingawa siku hizi kidogo kumeimprove. Kwa maanake ni kwamba maji yanaweza yakawa contribution ya maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali mm. Ziwa Victoria, ziwa Nyasa yakaingia kwenye grid ya maji, afu yale maji yakawa distributed accordingly kwenye maeneo mbalimbali mbali. Hata yale ambayo hayana maji yataenda Dodoma, maji ya kutoka Mwanza yataenda Dodoma, maji ya kutoka Nyasa yataenda wapi, lakini yote yamekuwa combined pamoja, alafu baadaye mm. uh, mm -hmm. yanakuwa distributed according to the needs um, uh, uh, kwa hiyo, hiyo ni swala jingine hilo, itaongeza upatikanaji wa maji lakini unavyokuja kuzungumzia swala la uh, upotevu wa maji tunaita non-revenue water. Ile non-revenue water um, inakuwa inatokea mara nyingi kutokea kwenye chanzo cha maji mpaka inapomfikia mlaji. Pale kwenye chanzo cha maji au pale maji yanapokuwa yamezalishwa, yanakuwa yamezalishwa almost actually ni asilimia mia moja, lakini hadi anapotoka kule anaposafiri na kumfikia mlaji kuanzia kwenye distribution mpaka kule kwenye zile connection storage na mambo mengine, unakuta maji yanakuwa hayafiki kile kiwango. Unaweza kuta labda maji yalikuwa asilimia mia moja, lakini ambayo ya yamemfikia, kwa mfano sasa hivi unaweza kukuta ambayo amemfikia mtu asilimia sabini, maanake kuna asilimia thelathini ambayo imepotea hapo karibu. Sasa hilo ni swala jingine kabisa kwamba hata kama national water nani, uh, grid itakuwa imekamilika, lakini bado unapochukua maji kutoka kwenye national water grid na kuyapeleka kwa mlaji, hapa katikati kuna miundombinu na kuna tabia mbalimbali mbali ambazo zinasababisha maji kupotea, ikiwemo uh, uvujaji, ikiwemo wizi, lakini ikiwemo sometimes ni eh, swala zima, labda mita inakuwa haisomi vizuri. Kwa hiyo hivyo ndio vitu nani, non revenue water inaweza kuwa bado ni kitu ambacho itatakiwa kiendelee kutafutiwa suluhu au kiendelee kudhibitiwa hata kama kutakuwa na national water grid. Mm -hmm. mm. Swala la upotevu wa maji, swala upotevu wa maji Severine, nilikuwa mm. najaribu mm. kufuatilia taarifa za hiyo, hiyo, hiyo habari ya maji kupotelea njiani mm. na umeme unapotea. Yes. <laughs> <laughs> Maji yanasafirishwa kupelekwa kwa mtumiaji yeah lakini hayawafikia watumiaji kwa, kwa kadri yavyochukuliwa kutoka katika chanzo sawa, sawa. Na nikaa najaribu kutupia jicho kwenye ripoti ya Eura iliyozinduliwa hivi karibuni, ripoti ya kumi na sita, na tulikuwa na naibu waziri mkuu akifanya hilo tukio na ikaonekana na na na. Na kwamba kuna miji kadhaa ambayo inafanya vizuri, lakini kuna mingine inafanya vibaya. Sasa mfano tunaambiwa Rombo asilimia sabini na tisa ya maji na. yanapotea Handeni asilimia sitini na tisa mm. Mgango Kiabakari, huko niliwahi kuishi huku, asilimia 68, yeah. yeah. Ifakara asilimia hamsini na sita na Kilindoni asilimia hamsini na tano alafu tukapewa miji mingine ambayo inafanya vizuri, vizuri yeah. kwamba Maganzo yeah. asilimia nne maji inapotea kwa asilimia nne yeah. Nzege asilimia sita Kashuasa Kashuasa ndo tulitaja mwanzoni pale yeah. asilimia kumi na moja na kadhalika. Sasa nikajiuliza Unajua eneo kama Maganzo lina ukame, isije ikawa kwamba tunasema maji hayapotei, kumbe hayapo, hayapo. <laughs> <laughs> labda nisikie mtizamo wako kidogo yeah, nini kinaweza kufanyika yeah, ili huo upotevu wa maji upungue ama uishe kabisa? Ni yani, kweli japo mamlaka zinasema kwamba kuna kiwango fulani kinaruhusiwa kiutaalamu, kwamba uwezekano wa kupotea bado hupo, mi nikiangalia hata hicho kiwango ambacho kinaruhusiwa kina naona eh, juhudi zinatakiwa tena zifanyike. Eura inaruhusu kiwango cha asilimia ishirini ya upotevu lakini ukiangalia asilimia ishirini bado ni, ni kama iko juu sana. Ukiangalia sasa kwa kiwango cha kufano, umesema Maganzo ambayo inapoteza asilimia nne yeah. tu kwa hiyo mamlaka nafikiri zinge, zinge, zingefanya juhudi angalau ziwe kwenye hiyo dijiti moja kwamba angalau katika asilimia sifuri mpaka asilimia kumi wanaweza kuokoa hela nyingi sana Ch kwa hiyo kuna aina mbili za upotevu wa maji ambayo unatokea. Kuna zile upotevu halali ambao unaruhusiwa kiutaratibu ki, ki, ki, kwa mfano ee, kama, kama maji yanaenda kwa ajili mm -hmm. ya kufanya shughuli nyingine, kwa mfano zima moto eh, wanatumia ma, maji yale, maji yanajulikana idadi yake lakini hayawi kwenye hapati bili ya kulipia. Alafu kwa mfano labda mamlaka ya maji imefanya ukarabati mkubwa wa tenki au wa mabomba inabidi wamwage ya maji, ya maji kuflash, ya e, kusafisha yale mabomba kwa ye, ye, ye, inaruhusiwa, ule upotevu unaruhusiwa. Lakini upotevu mwingine ambao unaweza kutokea, uh, ule wa kibiashara uh, ni, ni, ni, ni, ni kwa mfano kuna watu ambao wanapewa maji na mamlaka za maji kwa sababu ya hali zao za ki, za kiuchumi, ile inajulikana hesabu yake. Lakini upotevu mwingine ni wizi wa maji hmm. Unatokea wizi wa maji, watu wamejiunga uh, kwenye mifumo ya maji bila kufuata taratibu. E, eh, lakini vile pia kama alivyosema Konstantino kwamba kuna sehemu nyingine mita ina muda wake. Imefungwa muda mrefu. Kwa hiyo unakuta inavyosoma haisomi ile dira haisomi maji kwa kadiri inavyotokea isome. Kwa inaweza kusoma zaidi lakini mtu ana ile bili analipa analipa kidogo. Inatakiwa inata, isome inata tano lakini yenyewe inasoma labda nane. E, eh, kwa hiyo kuna, kuna maji ambayo yanaingia kwenye mfumo hayahesabiki haya, haya, haya vizuri. Hmm. Lakini kuna upotevu mwingine ambao tunauita ni physical yani, uhalisi sasa. Kwamba hii ni mvujo ambayo inaonekana kwamba ukipita barabarani utaona mvujo na ile ni mvujo. Unakuta sasa kwenye mamlaka watu wengi wanaripoti kwamba e, sehemu fulani e, Tabata, sehemu fulani kuna maji yanavuja yana, yana, yana yana yana ya, nauja mamlaka husika inaenda inatatua yana, inaziba kama lile bomba e, e. Lakini, lakini kiwango kile cha upotevu wa maji wa aina hiyo ni mdogo sana, ni mdogo sana e, lakini ukiangalia hizi asilimia zote ambazo ulikuwa unazisema Asilimia sabini kwenye hizo asilimia zote hizo ni wizi wa maji, e, wizi wa maji wa kwa hiyo changamoto ni kubwa sana na, na kwa kweli kwenye hili mm. E, ndio kama mheshimiwa Rais alivyokuwa anasema kwamba, jamani, binadamu kwa binadamu kuna changamoto kulindana. Kwa hiyo inabidi hapa tuingize teknolojia kwa ajili ya kutatua hili changamoto. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kufikiria yale maji ambayo tunakuta mabomba yamepasuka njiani yeah. Uh, unasema si mengi sana yanayopotea kwa mtindo huo. Sasa ukichukua mfano labda uh, tuchukue mfano kwamba Rombo kwa mm. wanazalisha maji yao wa kwa asilimia mia lakini 79 anapotea. Ina maana ukiingia kwenye mji ule unaweza kukutana na mafuriko ndio, mm, maana eh, eh. sasa mafuriko tu yaoni <laughs> <laughs> kwa maana kuna maji yanatumika, maji yanatumika ya lakini, hayalipiwi lakini hawa hayali watu wananchi, wananchi, kuna wananchi wengine wanajua fulani amejiunganisha maji kwa kinyume cha utaratibu. Eh, lakini ndio hivi ndio, ndio, ndio tunapokuja tuna sasa kusisitiza jamani taarifa zitolewe kwamba kwamba kuna wananchi wengine wanafikiri kwamba haya maji yanayopotea sio ya kwao. Nani, wao haya maji watasema haya maji ya Dawasa, maji ya nani. Lakini haya maji ni ya kwetu. Mwisho wa siku ni kodi zetu ndio mm -hmm. Zina, zinafadhili miradi. Mm -hmm. Kwa hiyo upotevu wote unaofanyika mwisho wa siku tutakuja kulipia. Mm -hmm. Lakini kingine ambacho eh, ni cha muhimu pia ni kwamba wakati wanatengeneza bei za maji mamlaka zinavyotengeneza bei za maji zinaangalia pia upotevu wa maji zinaunganisha kule kwenye kupanga hiyo bei. Mm-hmm. Kwa hiyo tunakuta tunalipia na hata haya yale ambayo yameshapotea. Kwa hiyo kama tukiweza kudhibiti ule upotevu ule ule ule upotevu, kutoa taarifa za mivujo, lakini kutoa taarifa ya watu ambao wamejiunganisha maji kinyemela. Mm-hmm. Ina maana tuna, tunaweza tukapunguza hata zile gharama za, za, za kulipia maji. Kwa kumbe tunamlipia hata aliyeiba, eh, mwizi tunawachangia. <laughs> tunawasherehekea mtaani kusema kwamba ni mjanja <laughs> wa, wa, wa, eh, wa eh, <laughs> eh, kuna kitu ambacho eh, nilikuwa nataka niongezee pia kwenye mm. eh, ishu ya hiyo miradi ambayo umesema ambayo inapoteza maji kwa kiasi kikubwa, yeah. Eh, ni upotevu wake sana sana unachangiwa na miundombinu ambayo ni ya uh, chakavu, chakavu. Mm. Eh, kwa kweli kama Mgango Kiabakari ni miundombinu ya miaka mingi sana eh. E, tangia imewekwa na ukiangalia maganzo maganzo ni, ni, ni, miaka michache mia tu wameanza kupewa maji na a, kashwasa, kwa hiyo unakuta ni miundombinu mipya maeneo ambayo ni mi, mi, kama Nzega maganzo e, ka, Kahama e, ata Tabora sasa hivi ma, maganzo wanatumia maji ya ziwa ya ziwa Victoria. Victoria, yeah. Kwa hiyo unakuta well, so mi, mahali ambako mm. Kuna miundo mbinu ambayo ni, ni, ni, ni, ni, ni mizuri, upotevu wa maji uko kidogo sana mm -hmm. Kwa hiyo ni uwekezaji kuna swala jingine kwamba ukipoteva maji ni kwa sababu ya miundombinu chakavu, kwenda tunahitaji uwekezaji kuweka mita mpya, kuweka mabomba mapya. Kwa hiyo inasaidia ina, ina, ina, kwa kiasi kikubwa udhibiti na Constantine, uh, nisikie kutoka kwako sasa, kama mamlaka zinatizama zina kwa jicho gani huu huu upotevu ambao mwisho wa siku gharama ya ya uzalishaji kwa maana ya kutibu maji na kuyasafirisha kuwafikishia wateja hazina uiano mzuri na matokeo ya kile kinachopatikana kwa maana ya, ya malipo yale bili ambazo ya watu wanalipa, kwa gharama ni kubwa sana. Na matokeo yake basi, ndio eh, tunasikia watu wanalalamika, wana kwamba gharama ya maji ni kubwa, lakini matokeo yanatokana na kuna, kuna mkakati wote wa kupambana na huu upotevu? Yeah, of course, mkakati wa kupambana na upotevu upo mkubwa sana. Kwanza nataka tu ujue kwamba, uh, wa, wa, watendaji wa kwenye mamlaka wao wenyewe hawapendi sana ili swala la upotevu wa maji, kwa sababu linawarudisha nyuma. E, ni swala ambalo huwa linawasikitisha sana, lakini ni swala ambalo linahitaji uh, mkakati mkubwa sana na sasa hivi ndo maana kumekuwa na hatua ambazo zinachukuliwa na hatua ambazo zinachukuliwa na mamlaka. Kwanza ni kuboresha ile miundombinu iliyopo lakini uh, vile vile ni kuweka udhibiti mkubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba wizi wa maji unapungua, kwa sababu tafiti zinaonesha katika maji yote yanayopotea, asilimia 40 inatokana na wizi wa maji asilimia 40. That means karibia nusu ya maji ambayo yanapotea yanatokea na wizi wa maji. Ndio maana hata unaona uh, waziri wetu wakati anasema, juzi anasema uh, kama kungekuwa na, na, na, na maji yanayopotea kiwango kile tungekwenda kule mtani tungekuta mito tungekuta mabwawa na hata na e, watu na nani wale, Wizara ya Kilimo na Uvuvi ingeenda kuanza kufuga samaki kule ili watu basi angalau wapate kitoweo e. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina, kina nani? Anamaanisha kwamba kama Handeni na asilimia sitini na tisa ya maji e, yanapotea e, kama ni maji yanayovuja e, tu e, hivi maanake mji wote ungefurika e, e, na ndio maana akasema kwamba siku moja E, eh, waziri wa maji anasema siku moja alikwenda, um, kiwanda fulani, baada, ali, baada ya kuambiwa upotevu. Anasema alilala asubuhi, baadaye akasema hebu twendeni kwenye kiwanda fulani. Hicho kiwanda hakutaka kukitaja. Alivyofika kwenye kile kiwanda, walivyoona tu sasa eh, watu wa maji wamekuja, watu wote wakaanza kujificha, huyu anaingia huku, huyu anaingia huku, watu hawataki kufungua mlango. Akagundua hapa mmm, lazima kutakuwa na tatizo. Alichoenda moja kwa moja, ikabidi akatafute, bwana haya maji yenu mnayotumia Mita iko wapi? Wakakuta mita hakuna. Kumbuke ni kiwanda hicho kinachotumia maji kiasi gani? Sasa nani, viwanda viko vingapi? Kuna viwanda, kuna mahoteli na nini. Alivofika pale akauliza, bwana, hivi maji yetu nani, inakuaje mnakaa bila mita? Amembana bwana mwenye kiwanda, mwenye kiwanda akamwambia bwana, kamata hii hapa nyeusi ndo inaiba maji sasa. <laughs> na yeye akasema, hey, uh -uh, nyeusi, na, kamata nyeusi. <laughs> nakamata na, na nyeupe. Hiyo <laughs> <laughs> <Ari, laughs> una eh, eh, eh, sasa unajue nini? Mindset. Hmm. Mindset kwa sababu um uh, unapokuta kwa mfano mitaani ukienda mitaani au ukakuta sehemu yoyote akikutwa mtu anaiba maji. Labda ameweka maji hayana mita au amechepsha maji anamwagilia au amechepsha maji sija sijanaoshia magari. Anachepsha maji anafanyia kitu chochote kile. Anaonekana ni mjanja bwana, yule mtu da mjanja kweli, mm. Yani maji anatumia, mm, bure tu, mm. Ndani kwake hakuna mita. Mwingine anaweza kuta ana mita, ana line mbili, kuna laini yenye mita na laini ambayo haina mita. Ile line ambayo haina mita anajaza maji usiku, ile line ambayo ina mita ndo anaifungua mchana. Anajua labda watakuja mamlaka ya maji kusoma mita, watakuta mita haizunguki. Ujanja kama huo sasa, na watu wamefumbia macho. Hiyo eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ni kwamba maji yanapokuwa yanavuja mtaani, watu wanapokuwa wanapita, wanajua kwamba hii sio hasara yao. Kama alivyosema Severini, hii ni hasara ya mamlaka ya maji, labda Kaya ya DAWASA. you see? anaona kabisa kwamba sio kitu chake. Kwa hiyo uh, mkakati wa kwanza uh, kwenye mivujo pamoja na hii swala la kuiba. Lakini mtu akikutwa anaiba petroli ni shida, yani hadi atatangazwa kote na atakamatwa atachukua Ma, maji inaonekana kama maji, soli, soli sana sasa. Kilichofanyika ni kwamba rais anataka kuanza kwenye hoja fulani pia, eh moja kwa moja hapo nataka kwenda kwamba solution ni nini? hmm. inafanyika nini? Waziri alitoa maagizo, waziri alitoa maagizo akasema kwamba kuna ulazima wa kushirikisha jamii kwanza, ku change mindset ili kuhakikisha kwamba sasa hawa watu wanajua kabisa kwamba kuna umuhimu wa kuzuia upotevu wa maji, iwe kwa wizi, iwe kwa nini Mtu akiibiwa ajue anaibiwa, ndo maana waziri akasema, hamwezi mnyi mkageuka kuwa mapolisi, nendeni mkashirikishe jamii. mm -hmm. katika kuhakikisha kwamba huu upotevu wa maji unaisha. Ndomana, na ndo maana mwaka elfu mbili na ishirini na moja alizindua alizindua kampeni ya kuzuia upotevu wa maji kwa kushirikisha jamii kwa kupitia michezo. o okay. ndo akazindua kitu inaitwa maji kap legi ni ligi ya maji ambayo kampeni yake ilikuwa ni kuielimisha jamii kuhusiana na swala zima la upotevu wa maji, lakini vilevile na kutunza vyanzo vya maji. Vya maji. Yeah. Kwa hiyo tukaenda tukaanzisha hiyo na tukawa tunapita, uh, kila mkoa. Of course, kuna kanda ziko kama nane ambazo zina mikoa. Kwa hiyo tukawa tunapita kila kanda na tunashirikisha watu kwa kutumia vyombo vya habari na michezo na nini. Kwa kufanya hivyo hata na timu ambazo zinacheza na zile timu za za nani? za za jamii na mm, timu za mamlaka za maji. Kwa hiyo wale wanaondoka na message na wale wanaotazama wanapata message. Lakini na vyombo vya habari vinasaidia kupeleka hiyo message, ndio watu wanagundua ah, hivi kumbe kuna kitu kinaitwa upotevu wa maji. Kwa hiyo hiyo kampeni imeendelea mpaka sasa hivi watu naendelea nao. Mm -hmm. Na ya na ukiangalia sasa hivi of course mm -hmm. kuna improvement. Ah, uh, maji yalikuwa yanapotea zaidi ya asilimia 40 mm -hmm. average. Lakini sasa hivi tumeshuka tuko chini ya tuko chini ya asilimia 40. Kuhu improvement inaendelea kuwa nzuri, okay. Yeah. Lakini ukija kuangalia solution umesema, uh, tumekuja na invention ya technology uh, technology, kwa sababu ukisema uanze kutumia tu kwamba mtu atoe taarifa mtu afanye nini kama hivyo, nani, Rais alisema kwamba uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano jana alisema kwamba kumenaj binadamu kidogo ni ngumu, lakini unapoweka teknoloji sometimes mambo yanakuwa mazuri. Tumekuja na ndio maana alielekeza kwamba sasa tukaanze nani, mamlaka za maji zikaanze ku prepared meter, prepared meter nchi nzima. Sasa meter nchi nzima, maanake ni kwamba mtu atalipia kama, kama na... lakini sasa sisi tumekwenda mbali zaidi tunaenda mbali, tunakuja na prepaid smart water meter. Ambayo prepaid smart water meter ikiwa installed inaweza ikadetect leakage, lakini vile vile inaweza ikakupa taarifa kama kuna mtu anatumia maji bila kuwa na mita, na kama mtu atataka kuchezea ile mita, ile mita itakupa taarifa, kwa sababu utaona kila kitu ukiwa ofisini kwako kwa, yaani yule mkurugenzi mm -hmm. wa mamlaka ya maji na ataona na kila kitu akiwa ofisini kwako. Muda wetu umekatika kabisa mm -hmm. Lakini maneno machache ya mwisho kutoka kwako Severin. Um, prepaid smart meter anayoisema uh, Constantino uh, ina, inaweza pia ika ikasaidia kuwastua watu kwamba sasa kama unalipa kadi ulivyotumia manake akikatika maanake unapaswa kulipa kwa ukiona yanapotea inaweza ikakusukuma kuchukua hatua. Unadhani inaweza kasaidia? Ya, kwa kiasi, kuna hatua ya nyingine inapaswa kuchukua? Eh, kwa kiasi itasaidia, eh, itasaidia kwamba mtu atajua kwamba matumizi yake halisi mm -hmm. eh, kwamba kuna, kuna baadhi ya sehemu bado kuna, wanakadiria wanakadiria maji eh, lakini pia eh, kuna sehemu mita zao zimeshachoka kwa hiyo lakini hii mita za kisasa zinaweza zikasaidia mtu kaanza kufikiria sema, okay natakiwa niwe makini na utumiaji wangu wa maji kwa sababu ni sipoyatumia vizuri na sina hela ya kulipia yakikatika, kwa hiyo inabidi niwe makini. kwa hiyo kwa hiyo <laughs> ni, ni, ni, ni kama tunavyotumia luku ya umeme kwamba mtu anakuwa ikishafika unit kadhaa kila mara anakuwa anaenda kuchungulia nini mita yake inasomaje. Kwa hiyo hata kwenye maji, maji eh, kama una sababu ya kumwaga mwaga maji bila sababu ya msingi utaanza kufikiria pia, kwa sababu na mheshimiwa Rais amesema jamani, hata uvunaji wa maji hatuna hiyo desturi ya kuvuna maji yetu. Kwa hiyo unaweza kuanza kufikiria eh, nisiingie siingie kutumia maji ambayo ya na, na, natakiwa niyalipie natakiwa nivune maji kwenye pala. Kwa nini prepaid meters, na tangu tumeanza kuzisikia zimechelewa sana? Una maoni yoyote, kwa nini, nini zinachukua muda mrefu? Ni, nafikiri ni, ni, changamoto nyingine ni, ni, ni watu kukubaliana na, na teknolojia mm. Eh, na, na teknolojia pia ina gharama kiasi fulani, kwa hiyo na pia mamlaka zetu sio kama zina Zina, zina, zina, zina, hali nzuri sana ya kifedha hmm. Na ule uduni wa kifedha ni kutokana na aina ya wateja mm -hmm. ulionao kwa hiyo inahitaji na uwekezaji. Nashukuru sana Severine yeah. Alite mshauri wa maji, nashukuru sana kwa kushiriki nasi katika Mizani ya Wiki, Constantin, eh, Chwaligo mtendaji mkuu kutoka Atawas e ni jumuiya ya watu wa huduma za maji, na kushukuru sana kwa kwa nasi pia katika Mizani ya Wiki. Mimi ni Faraja Sendegia, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea. Hii imekuwa ni Mizani ya Wiki.